Ha, kutokea viwanja vya Coco Beach jijini Dar es Salaam. Hapa ndipo mahali ambako big screen ya mnyama Simba Lunyasi imefungwa hapa, na kila mwana Simba amejitokeza kwa ajili ya kwenda kuitazama Simba yake ndani ya dakika 90 itakapokuwa ikinguruma katika dimba la Benjamin William Mkapa. Mimi niko na Mnandi, Mnandi JR, Mnandi Simba, Sports Club. Njoo hapa tuangazie mawili matatu kidogo kuelekea kwenye mchezo huo. Mimi niko fresh, mbona leo kama hauna power, au ushamaliza power ulikotoka mbona? <laughs> sija kuzoea hivyo, power hauna ndugu yangu. Sasa hizi saa saba, jua lilo hapo, naliona inaelekea saa nane hii, wewe power hauna. Aacha mambo yako bwana, leo siku ya burudani, yeah. Leo siku ya furaha, leo siku ya kumkandamiza mtu, sio kumfunga, yaani yeah. Hey, mpaka ukiona kampuni zote za kubeti Simba ya Tanzania haimo, yeah. Hiyo inamaanisha nini? Timu iliyokuwa namba tano Afrika kwenye kampuni ya kubeti zote, iwe Mwindi, Mchina, Mzungu, hayumo. Simba yupo, Simba mbali tu. Wa kutoka zake wapi hapo? Hapo Simba Bora? Ah, sio Simba Bora, Simba mbali. Simba Bora wapi? Bora anaweza kuwa u... Simba Bora ni sisi. Simba anaweza kuwa Bora afu inakaa nafasi ya 200. Jina hilo la kiuni wale Simba mbali. Simba Bora sisi. Bwana, tunarajia mchezo wa na namna gani ndani ya dakika 90 kwanza? Ah, utakuwa mchezo mmoja hatari sana, mchezo wa kikatili, mchezo wa kishujaa na mchezo wa kibabe. Mm. Sisi leo tuna majibu haya mawili. Tunataka kuwajibu wale Gaboroni walichezaje makilikili nyumbani kwao. Sawa, tulipata matokeo lakini sio tulilotarajia. Sasa tunataka kuwajibu walichezaje makilikili kwao, lakini jambo la pili, Kafu waliwezaje kutuhukumu kwenye mchezo wa Almasiri ambaye itakuwa tuutumikie mchezo wa Selabosh ambaye tulicheza wapi hmm? tulicheza kule Zanzibar, kule nyuma Amani Zanzibar, yeah. kwa sababu mchezo tulofigwa faini manake wa kufungiwa mashabiki ni ule wa robo fainali, kufuzu kwenda robo fainali. Sasa kama mchezo wa robo finali tumepigwa faini, tumeenda nusu finali, tumekutana na Seda Boys, ndio itakuwa adhabu tuitumikie pale. Haiwezekani adhabu ile ikaje ikatumika msimu huu. Sawa, hii manake ni usanii na uhuni wa kafu. Sasa tumwambie Musepe na jopo lake, sawa. Kombe wametunyima, kibabe wamewapa wale sibirikani, wameenda nalo moloko, lakini tuambieje? Msimu huu kuturudisha huku, tunaanza na underground hawa. Si tulimpiga mtu saba kwenye makundi tukampiga sita mtu msimu unaofuata kwenye makundi, msimu huu mtu anakula dazeni. Kampuni za kubeti nimekuambia zote, Simba haipo wewe unaona jambo la masiala. Timu iko nafasi ya tano Afrika, lakini Simba hayumo. Kwa nini Simba hayumo? Washachungulia wale, washaona mzigo, kwa sababu wale hawajapigwa eh? eh? Mzizi tu kule kwa nachanganyikiwa hasa. Hapa ndio unapigwa mzizi. Hoteli za hapa uzijui, maji ya hapa uyajui, mageti uyajui. Nani atawaelekeza mageti? Kuruka hawa naelekeza kama mageti saizi, wanahangaika na kocha wao Osman Bey, nani atawaelekeza mageti eh? wanaelekeza wanaelekezaa mageti ee, Usmani Bey wanahangaika na Bey. Ee, bei unajua, leo nani ataelekeza mageti hawa? Leo watashenyetwa nyingi sana. Mechi ya nyumamwiko jana ilikuwa hapo kwenye kubeti, lakini mechi hii ya leo haipo, hujajua mpaka hapo. Wale si frimaso wale, wanajua kwamba hela zao wa zitaondoka, watu watazila. Kwa hiyo sasa mama ajiandae kusitisha kampeni ile. Msemaji wao msemaji wao jana alimwambia Rais alimwambia Msigwa kwamba aje na kibegi, kibegi kenye kumbe cha magoli mawili. Leo nyinyi mnatoa taarifa gani haswa kwa Msigwa? Maana kampeni yao kwa sasa wanakuambia wanahitaji milioni mia moja kabla hawajaingia kwenye hatua ya makundi. Sisi zola kibegi kibegi, nataka tuletee mfuko wa simenti. Ule wa nyuma mwiko ule utumika tayari kutengeneza tofali, watuletee

sawa tunataka kuchukua pesa ya mama ya kutosha. Wao mechi tano wamechukua shilingi ngapi? si so wamechukua milioni ishirini na tano sasa, sio so milioni ishirini na tano sio, tunataka kuchukua milioni sitini eh? tunataka kuchukua milioni 60 ya mama, hao ndo malengo yetu sasa. kama kapigwa uroya goli saba taifa kubwa gine kwenye mpira, kapigwa huyo huyo ndugu yake joneala goli sita, tena kaja kwa dharau. hawa hawa makilikili hawa hata Tanzania hajai kukanyaga. Wale walikanyaga kwa mara ya kwanza hapa, wakafanya comeback hapa kwa level score board, wakapata goli tatu, watu wakauza mechi, wakatoboa. Hasa hawa waliokuja, hawapajui Tanzania babu. Mimi nakuahidi hawa leo. Dozen, unatoa salamu gani kwa mashabiki wa Simba kuelekea kwa mchezo huu, alafu baadaye tutakapokutana tutazungumza dhahiri shahiri kilichoonekana ndani ya dakika 90. Sasa wewe mpaka wazee wa mashuka hapa wapo, wewe sasa unataka salamu gani eh bwana? Hebu au waoni wazee wa mashuka, si unawaona? wazee wa mashuka ambao wanaishi wana na Simba polini, yani Simba hao wanamuona kama digidigi, akati sisi Simba tunamuogopa wote, washakamata Simba. Kwa wa kwa kwa wale ambao walikuwa mbali ambao hawajafika hapa Coco Beach Waini mapema, muje kushuhudia sato hapa. muje kumshuhudia nguva. Sawa. Kuna samaki mwani hamna? Si tuko baharini hapa au nini? Hiyo hilo sio bwawa hilo, sio pale Jangwani. Wenyewe wanasema wana swimming pool. Muona hii bahari leo, watu wanakuja kwenye starehe. Kwa wale watoto wa kishua wote leo hapa saizi wanakuja wanapata raza mbili, wanakuja wanaogelea, baadaye wanaenda kuangalia Jonathan Soa Black Lion akifanya yake, alafu kuna mtoto ambaye kaibuka upya. Tulikuwa tunajua huyu mtoto ndo Mixon, au sio? Morris Abrahamu, jezi namba 18, hatari sana. Mixon alikuwa anavaa 11, yeye anavaa 18, ameongeza vitu pale mbele, lakini mimi nakwambia jezi ya Jonathan Soa tu hiyo, ehe. Kwa hiyo leo ni siku ya kazi, niwaambie tu wana Simba, kama uko kwenye maandaki toka kaa kwenye skrini yako, angalia ubaya ubaya. Mimi naamini wote tutotosha kuwepo hapa kutoka huko bichi, kwa sababu hapa leo baadaye kutakuwa na watu wengi. Barabara yenyewe hiyo tutaifunga hiyo, haitopitika sasa. Kama samaki goli likipigwa atakuja kushangilia kwenye screen, wewe unakosaje sasa kukaa kwenye runinga yako kumwangalia ubaya? Sasa hatufungi goli mbili, sasa tuna mipango. Yani ugenini umeshinda tatu, alafu nyumbani unashinda goli mbili, alafu ile timu ndio kwa mara ya kwanza inashiriki mashindano ya Champions League. Yani sasa tucheze na Mwali, alafu tuache kumtahiri kweli? Mwali, tuache kumtahiri leo. Mimi nakwambiaje leo bora tu kwamba mashabiki tungekuwepo, wale kina Black Lion wakipiga dari hizo, wanatuangalia jukwani, wanapiga makofi lakini akimpiga mtu dalis akiangalia jukwani, anaona viti tu, hasira yake na akimpiga kwenye nyavu. Nyavu, yaani kwenye nyavu leo yule limpanzu kibisa wala wefia nchi Leo watazima mitambo yote waifita kwa inapatikana kwa Mkapa tu, yaani waifita kwa inasoma kwa Mkapa, sio sehemu nyingine kwao. Naamini wanasimba kunyweni mtoli leo. Ni siku ya kuchangaza umma, ni siku kumchangaza Musepe, kutupiga faini ya mwaka jana tunaitumikia msimu. Tunawanyoosha na sio wao, na, na mechi zinazokuja zote tuwe bila mashabiki. Sasa tutaendelea kuwa kokobichi, tutaendelea kwenda kwenye viwanja vingine vyote, kwa Mkapa ingine na tunaenda makundi, na tukitoka makundi Msimu tageti yetu ya kwanza semifinal. Robo tumeshazichoka, tuna robo nyingi sana, robo sita. Robo za nini tena sasa? Hizi tunataka semifinal, tukipumzika hapo tunatafuta final tena, tunataka kombe la klabu bingwa, sio namba tano, sio nataka kuwa namba moja Afrika. Ahali atashuka tu, fanye figisu mfanyeje, ahali atashuka hapo. Tunakaa sisi sasa tuangalie, kwamba wewe nje ya uwanja kwamba una thamani kubwa kuliko sisi, sasa tunakunyoosha kwenye pitch. Asante, tukutane baada ya game.